E, ni tendo. Shukrani ni tendo ambayo inatendeka baada ya tendo fulani zuri au hiyo, tunasema ni nini? Ni shukrani. Kumbe ni tendo ambalo linatendeka kati ya zuri au baya. Wengine wamejibu kitu kama hicho, basi hiyo ni kawaida, maisha ya kawaida kwamba ni tendo. Kwa hiyo unavyofanyiwa kitu kibaya au kizuri utashukuru. E, watu wengine tunashukuru tunasema hivi, tunasema hivi basi bwana, ni maneno mabaya, nasema namshukuru Mungu kwa hilo alilotendea. Tunasikia eti binadamu, namshukuru Mungu kwa ile alionitendea, kumbe lile baya. Wewe unafanya nini? Unafanya ni nini shukurani? Basi tunaangalia kwa Mungu, Mungu upendezwa na moyo wa shukurani. Mungu unapendezwa na moyo wa namna gani? Mungu anapendezwa na moyo wa shukurani, tunapokuwa na tunapofanya, tunapomshukuru Mungu Mungu hupendezwa na sisi. Mungu wetu ni Mungu wa sifa, Mungu wetu ni Mungu anapenda wa... tumwabudu, tumtukuze, tumpe kila hali ya sifa. Kumbe Mungu anapendezwa na sisi kuwa na moyo wa shukrani. Mwenye Biblia naomba asome Wakolosai 3 mstari wa kumi na tano mpaka kumi na saba kwenye Biblia tu sema, mje na Biblia tu mwe, mnasoma tunashirikishana wote Tuangalia Wakolosai, anasemaje? Wakolosai sura ya tatu, aliyopata asome atusomea, ka chukua maiki, atukuja na Biblia. Wakatoliki tunapenda kuwa na Biblia, tupende kuwa na Biblia, hata simu zina Biblia, angalau kama utakosa kabisa Sura ya tatu tusome kuanzia kumi na tano na kumi na saba Sasa kuanzia kumi na saba tusome kuanzia kumi na tanoaaata badayo amani ya Kristo itawale mioyo yenu. Maana kwa mmeitwa katika mwili huo mmoja, tena muwe na shukrani. Shukrani katika Biblia, yosoma ia soma kidogo, mwenu mlioitiwa. Mungu anapendezwa na, na kushukuru kuna mifano mingi ambayo tunasoma katika Biblia. Kuna sadaka mezerei wani mkuu Mungu naye alipendezwa naye, alipendeza na e, sadaka yake uu wani mkuu. Hapo zamani tulisoma siku mwanzo, tunakuta haya mambo ambayo kume, Mungu anapenda mioyo ambayo nashukurani, mioyo ya shukrani. Mungu anapenda sana moyo wa shukrani kausha mema yote na baraka zote. Kumbe tunaangalia kusoma Wathesalonike sura ya kwanza mstari wa tano mpaka kumi na nane tunakuta kwamba Mungu anasema kushukuru kwa kila jambo, kwa mambo wengine, kwa sababu kama jambo jema au baya. Kwa nini kushukuru? Kumbe tuna baraka Mungu anatuongezea pale ambapo tumetoa shukrani hizo. Ue maana nyingi tuna moyo ya shukrani alivyosema kwamba tunawajibiki. Maana nyingi kwa manung'uniko mengi, hakuna roho ya shukrani. Kila wakati tunafanya nini? Tunapata manung'uniko, hatushukuri. Hatushukuru kwa jambo jema au kwa baya, tunafanyaje?

Ukisoma hiyo sura ya kwanza haya kule na tunashuhudia kwa kila jambo maana haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Sasa mshukuru kwa kila jambo kwa maana haya ni mapenzi ya Mungu katika nini? Katika Kristo. Kumbe hata neno baya unasema haya ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tujifunze kwa pole pole mapenzi ya Mungu hata katika jambo baya. Tusipende kwa hata nini. Hata mabaya

mapenzi yake, pumzi yake, maisha yake, afya yake au mapenzi yake. Kuna unakuta <tutu> wewe mwanadamu, kila siku za maisha yako, kila nukta umshukuru Mungu, eh, umshukuru Mungu kila nukta na kila dakika, kwa sababu kila dakika Mungu anakuanzia mema na kila dakika Mungu anakuinda, kila dakika ana ana gari ana Mungu anakuanzia mema, kila kitu anachokifanya ni Mungu, kumbe sisi tunawaj

shukrani ya sadaka, siku zingine na madaftari na kalamu na yaandika na yasoma, baadaye kusema na mkizana mtakatifu alisema, baba hapa tutamkiza maneno mbalimbali. Kama basi, sasa katika hizo aina aina, ya kwanza aina gani? Nimesema kuna aina tatu. Ya kwanza, ndugu zangu, ya Asanteni. Sasa tuendelee, sasa tuone, sasa tuone na maneno wa Efeso. Efeso sura ya tano aya ya nne. Neni wasomea ya anasema, niasema kinwa jetu kisitamke mabaya, anasema wala aibu wala maneno ya ukuzo wala ubishi, haya hayapendezi, bali afadhali kushukuru vinywa sisi ambao mama tulikuwa tuwajibike, kwa hiyo mazuri kwa wema. Vinywa vyetu mara nyingi vyenyewe vimejaa nini? Vimejaa upishi, vimejaa upuzi. Hata kama sasa tunao wale wa mtu mwingine, tuwatamkia maneno ambayo sio mazuri. Muwasa, vinywa vyetu vijae shukrani, vinywa vyetu vijae nini? Vijae shukrani. Kumbe kuna kushukuru kwa maneno, mtu amekuambia, msaidia kitu, asante ndugu yangu, na kushukuru haji kushukuru. Kwa nini? Kwa maneno. Ya pili ni kusifu na maombi. Hili tueza kusifu, tunamshukuru Mungu kwa kusifu. Kusifu ni kusifu kwa njia za nyimbo, kwa njia za nyimbo tunaimba, na nyimbo nyingi sana kushukuru kwa kan a

siku Mungu Mungu akushukuru kwa sababu umeomba kajii ya ajabu ya nini ya kutisha. Kwa hiyo unaweza kuamua kumsifu Mungu wa kuimba tu. Kuna nyimbo nyingi ambazo tunaziimba kila siku, hapo tunamsifu tunamshukuru Mungu na na msifu Mungu kwalio asante kumshukuru

Jaaai kubwa neema nyingi, lakini alikuwa anamshukuru Mungu bila kuona aibu unaimba, unashukuru Mungu kwa kuimba, unakuwa na furaha hata ufanye. Daudi, soma Zaburi ya tisini na mbili aya ya